Rais Samia hafurahii anavyoona misongamano mikubwa sana hapa Dar es Salaam, na si Dar es Salaam tu, nchi nzima, hapendi na hafurahii, na hisia zake hizo hajawahi kuzificha anapokutana na sisi wasaidizi wake. Kwa hivyo mimi nimepita hapa, wakati nilitoa maagizo juu ya kuhakikisha kwamba tunakabilisha barabara stretch ya kutoka hiyo Sam Nujoma kuja Mwenge, Mwenge kwenda Tegeta na Mwenge kuja mpaka E, mjini no. Mjini kati si ndivyo no. eh? Na ya Buguruni eh, na ile ya, ya, ya, ya Morogoro si ndivyo eh? Lakini sasa wakati napita eh, nimekuta shimo kubwa sana wamechimba hapa. Kwa hivyo nimetaka kujua kutoka kwa wasimamizi wataalamu wetu, ni nani amefanya kazi hii ya kuchimba? Wameniambia ni contractor. Nimewauliza kwa nini amekuja kuchimba hapa ikiwa kwamba kule kutoka e, Moroko kwenda mpaka Mwenge na Moroko kuja mpaka Mbuyuni e, mpaka Kaunda hapa Stanbic hajafanya, hajakamilisha. Nini kimemfanya awe na haraka ya kuja kutifua tena huko, kwa sababu kule alikotifua tayari hapajakamilika anakuja kutifua tena huku? Ni nini, nini sababu yake? Na nimegundua kwamba kuna tatizo la mshauri elekezi wa kwangu mimi ambaye ni consultant wa mradi, lakini na wasimamizi pia. Unajua wakati mwingine si jambo la hawa wakandarasi tu, kwa sababu kandarasi hii ni barabara ya Tanzania, hii ni barabara ya umma, hawezi kuvamia tu akaanza kufanya kazi ya kuchimba na kutifuatifua. Nimemwagiza katibu mkuu kwanza aliletea habari za hawa wasimamizi wote na huyu mshauri elekezi nitamchunguza. Kwa nini anatufanyia vitendo vya namna hii? Nilikuwa katika hatua zangu kubwa mbili. Hatua yangu ya kwanza kwa wakandarasi hawa ilikuwa wote nimewaishu watulipe fidia ya kutucheleweshea miradi yetu, ndiyo kwa sababu sisi katika miradi hii hatuna deni na wao, sisi tunawadai wao kwa hivyo la kwanza ilikuwa kwamba wanatulipa fidia kwa nini wametucheleweshea miradi yetu. Na jambo la pili, mimi kama mwajiri ilikuwa nina ruhusa ya kuwanyang'anya baadhi ya maeneo, kwamba bana, mimi hapa na kunyang'anya, kwa sababu wewe unaonekana umezidiwa, huwezi kwenda na kasi yangu. Sasa yawezekana pale ninapotaka kumnyang'anya mshauri elekezi na wasimamizi wengine, labda sio waaminifu, wameamua ku kumpa aendelee ili kufifisha hoja ya kumnyang'anya. Ndio maana namwambia, huyu mnakwenda kukuchunguza. Mimi naitwa Rajabu Idi, Rajabu Idi, mimi ndio msimamizi wa mradi. Na kwa hiyo nachukua fursa hii kuwaomba radhi wa Tanzania kutokana na usumbufu wanaopata jinsi tunavyojenga hii barabara. Hmm, matatizo tunayopata ni mengi, lakini unajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kutumia uwezo wetu wa akili na juhudi zote kusimamia mkandarasi vizuri ili kazi hii ikamilike.